debe mgombea wa chama cha DP Newton Karish, katika uchaguzi mdogo wa Mbeere Kaskazini. Viongozi hao wakiwa rai wakazi wa eneo hilo kujitokeza kwa wingi kumpigia kura Newton na pia kulinda kura zao, kwani kuna njama ya kuiba kura hizo. Wamekashifu serikali kwa kuwaleta maafisa wa polisi ili kuwazuia ama kuzua uoga miongoni mwa wananchi kususia mikutano yao. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa na kinara wa Wiper, Kalonzo Musyoka wametua Mbeere Kaskazini kwa kishindo. Siasa za uchaguzi mdogo zikishika kasi, viongozi hawa wamempigia debe mgombea wa chama cha DP, Newton Karish anayedhaminiwa na upinzani kutoa ushindi dhidi ya mgombea wa UDA anayeungwa mkono na serikali. Mimi nataka kuuliza, nyinyi mtatoka asubuhi kupiga kura? Mapema saa ngapi? Saa ngapi? Saa ngapi? Sasa hapa mlimani, nani kiongozi wa mlimani? Nani kiongozi wa mlimani? Nani kiongozi wa mlimani? Mimi kama kiongozi wenu nimekuja hapa kusaidia nyinyi, kuanzia leo nitakaa hapa Mbeere North mpaka Karish atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. Harambee, Harambee! Nataka mjue mkimchagua huyu kijana huyu, mimi simjui, lakini huyo ndiyo candidate yangu wa waipa. Kutoka sasa kwenda mbele, ndiyo candidate wa Rigij, ndiyo candidate, ndiyo, ndiyo candidate wa Eugene ndiyo, candidate wa Eugene. Ndiyo candidate of course wa JB Muturi kwa chama cha DP Viongozi hao wakisema uchaguzi huu ni mwanzo tu wa yatakayofanyika katika mwaka 2027, wakiwarai wakiwarahi wakaazi kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kumwonya yeyote yule ana njama ya kuiba kura. Wacha nimwambie watu wangu wa Kanyombora, hii uchaguzi ni, ni, ni, ni rehearsal ya 2027. Tunataka vile tutafunguza Kasongo na Karinda tufukuza hii mtu ya UDA the same way, mtafanya namna hiyo Wacha nione kura ya Newton Karish. Newton Karish ndio hiyo. Mtachunga kura, nimesikia kuna mpango ya kuiba kura ya Karish. Wewe roko aya, umepanga kupanga kuuza kunini kuni, kuni, kura ya Karish, si ndio? Nyinyi ndiyo masojas wetu, msitishwe. Wameshindi kwa by election hii ya Mbere North itaonyesha ya kwamba Kenya imeamua the next government hii ya upinzani itaundwa kuanzia hapa tarehe 27. Aidha, wamekemea vikali utendakazi wa serikali ya Rais Ruto na pia leo kwa kuwatuma maafisa wa polisi kuwauzia wananchi uoga ili wasitokee katika mikutano ya viongozi wa upinzani eneo hilo. Mumekataa kutishwa na polisi. Rukoa ende asiende. Karinda ende asiende. Wanatuitia polisi, sisi tunaogopa polisi? Nyinyi mnaogopa polisi? Nyinyi mmekaa ngumu. Huyu Karinda na Roko wametuma hapa askari elfu moja ati watuzie uoga. Mtanunua uoga. Mtanunua uoga. Uoga. Vijana mpo, vijana mpo. Kwa hivyo msiwe muzie uoga. Hata wa polisi munaona wakitumwa hapa, wenyewe wana shida nyingi sana, wao wenyewe wana shida nyingi sana hata sisi tuko tayari kuwasaidia, tunaambia wasijaribu kutupa tiagas. <tie> <tie> Fredrick Wambua, Undugu TV.